Na ghafla sana, kuna taarifa gani? Una siku moja toka fara sawa? Huwezi kuamini, rafiki yangu. Nimeamini maneno ya wahenga, wanasema milima haikutani ila binadamu wanakutana. Kwa nini unasema hivyo? Jana si nimekutana na rafiki yangu, tumesoma wote chuo kimoja, tena tumekutana mazingira ambayo sikutegemea kabisa kama tungekutana. Mmekutana wapi? Tumekutana mtaa huo wa Mwamajuma. Kuja nikuoneshe picha yake. Ula. Huyu si Uzo huyu? <laughs> kwani unamfahamu huyo kaka? Namfahamu vizuri tu, tena katika ile nyumba ambayo tulikuwa tunakaa mwanzo aliwahi kuwa mteja wa Sabra. Shazna baada ya kuona hivyo, si akamwibia mwenzake? <laughs> na hapa tunavyoongea mimi na wewe, Shazna anaitafuta hiyo namba kwa hali na mali aipate. <laughs> na akijua nakaa mtaa huu, sijui hata itakuwaje. <laughs> kumbe anaishi mitaa hii. Mm, tena ameniambia naishi mitaa hii jirani. Tena huwezi kuamini, usiku kucha nimechati na huyo Yuzo, tunakumbushia mambo ya shule. Alikuwa na kimwanamke hicho kilikuwa kinamsumbua kimitio, yuzu king'ang'a ela ana kapauka sinaja, mambo ya chuo ni hatari. Sijui itakuwaje sha zina navyomtafuta, msija tuone, muda utaongea hukumtani kwetu wada mevuruwa wanacheza culna. Unaenda wapi? Naenda kwenye uh, harakati zangu tu hivi. <laughs> Chibu, kila siku naongea neno lile lile lakini unaonekana ni mtu ambaye haujali kabisa kuhusu hili swala langu la mimba, hivyo hata mimi nafanyaje labda eh? Au una mpango gani we, kama huyo Maina? Ni mara kadhaa sasa nimekwambia, usinione nipo kimya, mi mwenyewe nafikiria ni namna gani nzuri tunaweza tukaifanya ili maji tuweze kumaliza hili tatizo. Lakini sasa wewe unavyoona nimekaa kimya, unanipanda kichwani. Sasa sio kwamba nakupanda kichwani, ukweli lazima nikwambie, nahitaji kujua hatima ya huyu mtoto. Eh? Yani we kazi yako ni kutoka na kuingia, ni kutoka na kuingia, ukaa kuingia na mimi hakuna kabisa, unafata mambo yako tu. Hebu namba nisikilize basi. Ina inamaana umesawa masharti ya umndani, si ndio? Na unasahau vipi, wakati wewe ni kiongozi? Iko hivi kitendo cha wewe kuwa hai mpaka sasa hivi ni e kwa sababu wewe ni mtu wa karibu yangu sana, kwa sababu mimi na wewe tunafahamiana ukiachana na hizi kazi nyingine wewe ni mtu ambaye mimi na wewe tumetoka mbali sana Maina, lakini sasa usijisahau. Yani usijisahau kabisa. Sitaki haya mambo tena endelee. Niache mimi, nikishafanya maamuzi yangu nitakushirikisha. Kuanzia leo sitaki unisumbue kwa lolote lejuu hiyo mimba. Yani sitaki kabisa kusikia zo mada zako za mimba, yani hilo gubu liishe. Mimi nitakaa, nitafikiria, nitajua nini cha kufanya, alafu nitakushirikisha. Nadhani tumeelewana. Cibu, sasa nafanyaje? Mungu wangu. Sa, kuna mtu iwea kumuulizia hapo. Nani mwenye nyumba mwenye, mwenye nyumba mwenye, mwenye nyumba nyumba ni mimi mwenyewe. kuna demu fulani hivi anaitwa Pinky, yani anakaa hapo, nimekuulizia kama yupo au hayupo. kama yupo niitie, kama hayupo sema. Yani mimi sikuelewi vile vile kwa sababu huyo unayomuulizia wewe, mimi ni mke wangu na ndo naishi naye hapa. Sasa wewe unamuulizia kama nani mkeo kivipi yani? Mbona kama unataka kunichanganya hivi, ni mke wangu mimi, sasa yani mimi na naishi naye hapa, sasa wewe unavyomuuliza hivyo alafu mimi sikujui juu, yani inakuweje hapa? Pinki demwangu mimi na Pinki ni mamtu wangu yani ya. Ndo maana nimekuja hapa nimuulizia kama yupo na kaniongee naye yani. Babupo aba namba babu, mkeo kilitoka lini yani, wewe mke wako? E bwana, siki sikia bwana, sikia brother, kaka, mimi sikuelewi hata kidogo. Huyo unamsema wewe demu wako, mimi ni mke wangu hapa ya sasa wewe ni nani hem? Bwana sikia, bwana, tafadhali tusifike mbali, naomba upite hivi, toka bwana. Wasikie mwanangu, usibanishie sauti namna hiyo mzee, unaelewa? Nimekuja kistaarabu hapa, nimekuja kumuizia pingi kistaarabu, eh, siku ugomze kishari mwanangu. Kwa kama hayupo fresh, wewe unasema kama yeye mke wako, tuna ishirini na nane baridi, unaelewa? Sijui, eh, haina noma, mimi nasepa mzee. Okay, usi poa. Usitepigo hizo bwana.

namba ndo hii hapa, nimeshakupa. Upo madam Maina, umeitoa wapi? nimeitoa kwa mwasi. Maswala ya nimeipataje nimefanyafanyaje hayakuhusu upo. Asante madam. Kitu kingine ninachokusisitiza wasiliana na huyo yuzo wako, mkisha wasiliana hakikisha hafiki maeneo haya, yaani hapa asipajue kabisa. Ona nani huko kwingine. Usijali madamu, nimeshakuelewa asante asante sana, sawa

Mambo poa, nimekuta hapa kuja tuongee, Manita, hapa tuongee? Ndiyo, guesti. <laughs> Shazna, are you serious? Kabisa, ananiambia hapa guesti, yani tunakuja kuongelea hapa ndiyo? Ndo nimeona sehemu sahihi na pametulia, kwa hiyo nikaona sio mbaya tukifanyia hapa maongezi yetu. Sawa ni sehemu sahihi lakini angalia wewe usahihi unaozungumzia. Huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani na unajua kabisa nimefunga unaniita guest. How come? Yuzo. Najua ni mwezi mtukufu na najua umefunga. Lakini kwani ukikazia swaumu siku moja moja kuna ubaya? Hmm? Au hujanimisi? Mwezi wa nimekumisi bwana. Da. Sawa. Hata na mimi nimekumisi pia. Lakini lakini nini Uzo? twende bwana tukacheze ngoma yetu ya singenge. Hmm? Sawa. Tangulia. Mkuona mwana. Hivi babu we ni nani yani? Unachukulia, we nani yani? Unajionaje hasa wewe mzee? Ha? Unaniambia najikuta nani? Wewe ndio unajikuta nani, kwa sababu nakuona tu unamvizia mke wangu Pinki, alafu unadai ni mwanamke wako, unasema kwamba ile mimba ni ya kwako. Wewe kaka unijui, sikujui, nitakufanya kitu kibaya, hutwamini. <laughs> Hiti mwanamke wangu. Nimempa mimba. Hivi una akili kabisa? Yani Pinki ndio wangu mimi mi. Yani Pinki mimi ni mama mtu wangu yani, afu Pinki hizi kwa na mtu mchamba kama wewe, mshamba. Wewe vipi? Wewe unaongoshwa boda gani mwanangu? Sikia mwanangu. Tusichoshane na kuheshimu, ingawa sikujui lakini nitakufanya kitu kibaya utuamini. Sitaki mazoea ya kipuzi kaka Nitakuzingua dakika mbili sifuri, mwanangu, nitakuzingua mwenelewa. Afu mchumba dukwangu, uwe, Zuchu, tu kwangu Zuchu tu. Babu vipi? usiletee hizo pigo mwanangu, usiletee hizi pigo za kushusha kiuno mwenelewa. Aha, nitakuchafua dakika sifuri tu basi. Mbwembwe tu, hebu tulia bwana. Aisha ni kitu gani? Alafu nikiunga mimi, kaa kimya ni, ni nitazama hivi hivi mwanangu, nikichafua nachafua kweli. Boya takupiga mate zarani hapa. Oya chunga mzee. Oya, hii namba chafu babu. tatizo mpenzi wangu, kiukweli nilikuwa nimekumisi sana, mpaka nilikuwa nasikia homa. Ni sawa huko sahihi, lakini angalia huu mwezi ni mtukufu, na unajua kabisa mi nafunga huku. Ni kuniharibia funga yangu. Ni sawa kipenzi, lakini ni mahitaji tu ya mwili ndo nanifanya na kuwa hivyo. Ni sawa, unatakiwa ujitahidi kujikontrol, maana ukizingatia mi nimefunga mwenzako Alafu na sasa hivi nishafungua hiyo. Yaani hapa kilichobaki mimi nikanywa maji tu basi niendelee na mambo mengine. Tukienda kwa mfumo huo nitakuwa sifungi kabisa. Nimekuelewa kipenzi. Haitajirudia mara kwa mara. Anyway, tuachane na hilo. Hivi huu mfumo wa kuja guest na sio tena ule mfumo kwa na kuja kwenu na kuchukua tunaenda kwangu. Huo mfumo umeanza lini na utaisha lini? Kwa sababu mimi nilizoea na kufuata kwenu tunaenda kwangu. Au hautaki mimi nipajue kwenu? Amna mpenzi wangu, ni mapema sana, ila usijali, utapajua. Unataka nini kwenye binafsi kunisikiliza.